Naitwa Kambibi Kamugisha nafanya kazi na shirika la CDF jukwaa la utu wa mtoto na kwa Kiingereza tunaliita Children Dignity Forum. Ni shirika inayojihusisha na, na masuala ya haki za watoto katika maeneo mbalimbali, lakini hasa tunajikita katika masuala ya kuelimisha jamii kuweza kusema hapana katika kipengele cha ukeketaji, ndoa za utotoni, mimba za utotoni, ukatili wa kijinsia na ukatili kwa watoto kwa ujumla, na tuko hapa tukiendesha mafunzo kwa vijana. Ni vijana ambao wako nje ya shule kutoka halmashauri ya wilaya ya Tarime na ni vijana ambao wanatokea katika kata nne, kata ya Nyanungu, kata ya Nyarokoba, kata ya, ya Goronga na kata ya Kwihancha, ni kata nne, na tuko hapa kwa siku mbili, leo ni siku ya pili kwa ajili ya mafunzo ya afya ya uzazi ambapo vijana wako nje ya shule, hawasomi, hawaendi shule, na baadhi yao hawakupata kabisa fursa ya kupata masomo na baadhi yao pia hawakuweza kumaliza elimu ya msingi, kwa hiyo ni vijana ambao tunawapa fursa ya kujifunza maswala makubwa ya afya ya uzazi. Kwa nini afya ya uzazi? Wao ni vijana na uelewa wao pia katika maswala ya afya ya uzazi ni mdogo, lakini pia ukweli kwamba hawako shuleni japo wengine wana umri wa kuwa shule inasababishwa kwao kutokuwa na fursa ya kupata elimu ya afya ya uzazi lakini pia kwa umri walionao wengi wanaanzia miaka kumi na moja kumi na tatu mpaka miaka kumi na tisa Ni vijana ambao wana uhitaji mkubwa, wanabadilika na katika masuala mazima ya ukatili kwa watoto na ukatili wa kijinsia wa, ni, na haki za uzazi, haki za watoto, wanatakiwa wanatamani kuwa na hiyo elimu, lakini kutokana na kwamba hawako katika mfumo rasmi, hawana fursa ya kupata hiyo elimu. Kwa hiyo ni kipindi kizuri ambacho wameweza kushiriki, wameweza kujifunza masuala makubwa ya afya ya uzazi kwa upana na hasa afya ya uzazi kwa vijana ambayo ni ASRH. Na katika hili ambalo tumelifanya kwa siku mbili, pia wameweka mpango kazi wa namna gani wana uwezo wa kuelimisha wenzao. Wanakutana, wanafanya michezo, wanapata elimu mbalimbali, lakini vile vile wanapata nafasi ya kuweza kufundisha wenzao juu ya masuala makubwa ya afya ya, kuna vitu vya masuala ya kiafya, lakini pia kuna masuala ya stadi za maisha kuna masuala pia ya kujua haki zao, kuna masuala pia kujua, kujua wanapohitaji huduma za afya uzazi waende wapi, lakini pia wanapokutana na changamoto zinazoendana na afya uzazi waweze kupata taarifa sahihi sehemu gani Mbu, kama nilivyosema awali, wengi wapo katika mfumo rasmi na pia katika jamii hakuna mfumo rasmi wa wao kuweza kupata taarifa za masuala ya afya ya uzazi, na maeneo mengi hakuna zile huduma rafiki za afya ya uzazi katika kata ambazo wao wanatokea kama nilivyozitaja hapo awali. Na mafunzo haya ambayo tumeyafanya kwa muda wa siku mbili yameandaliwa na shirika la CDF ambayo ni jukwaa la utu wa mtoto Children Dignity Forum, kwa shirika halmashauri la... ya mji maha, Tarime. Tuko mahali hapa hususan kwa ajili ya kutoa elimu ya afya, kufanya hivyo hususan baada ya kupata wadau ambao wameweza kusaidia katika kutoa elimu hii, lakini pia tunaona ni kuwapa elimu hawa vijana waweze kujitambua na tofauti na kujitambua, waweze kujua e, mabadiliko ambayo yanatokea kipindi cha ujana, kwa sababu tunaona kwamba ujana ni kipindi kati kati ya um, kutoka umri wa utoto kwenda umri wa unakuta vijana wengi wanapata mimba za utotoni, vijana wengi

A yani, tunajenga urafiki hata kwa majina na majini naitarahi, natokea kijiji cha Kegonga, kata ya Nyanungu. Na katika haya mafunzo ambayo tunayapata hususan kwa watoto wa kike yanatuguza sana baadhi ya watu na yanatufundisha mambo mengi sana ambayo hatuyajui kuhusu miili yetu na mabadiliko ya, ki, ya mwili mfano katika mabadiliko ya mwili kubadilika kwa viungo vya mwili yani, ukuaji wake. Na hatungeomba serikali iweze kuweka msukumo mzito hasa kwa wazazi wetu, maana sisi vi, watoto wa kike unaweza ukatuambia tukakubaliana, lakini kwa baadaye wazazi wetu wakatugomea. Sisi ni watoto, hatuna uwezo wa kufanya, isipokuwa serikali ikitusaidia kufikisha ujumbe huu kwa wazazi wetu na sisi tukiwemo. Nimetokea kata ya Goronga. Mafunzo niliyoyapata ni yataweza kunisaidia kiakili, kimwili, na kuwasaidia wenzangu ili waelewe ili waelewe nilichokuwa nachifunza. Ingeomba serikali iendelee hivyo hivyo kutusaidia vijana sisi, ili ili tupate elimu nyingine, ili tuendelee kuwasaidia na wenzetu. Simioni Mwita, natokea kata ya Goronga, mambo mengi hususani ndoa za utotoni na, na, na ukeketaji wa kichinzia na mambo mengine ya kadhalika. Hie, haya, ma, haya mafunzo yetu tunayofundishwa hapo tunaona ya kama labda yakiendelea itakuwa ni vizuri make yanaweza kutufikisha hatua moja ambayo tunaweza kuendelea nayo kuwa yani kwa ku, kupata uwelewa wa hali ya juu, na tunaiomba serikali pamoja na mashirika au makampuni mbalimbali yaendelee kutuendeeleza hivyo hivyo, ili tuweze kupata uwelewa wa hali ya juu na kuweza kuwasaidia. Kwa jina naitwa Filimoni Mwita, nimetokea Nyanungu, Tarime. Kwa hiyo sisi tulikuwa tunachifunza, ni mwanafunzi wa Memkwa, tulikuwa tunachifunza kuhusu mambo ya ndoa za utotoni. Sasa kwa hiyo sisi ile shirika tunaomba litusaidia sana kwa sababu kwenye ukeketaji eh, kwenye katika